Wasikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kazi, kisha nikafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Mtu mmoja asemame huyu mtumishi Watu wengi wako kanisani. Si wa, lakini sio wengi wa mziki. Watu wengi wanaimba kwa sauti. Nikuwa naangalia wamama. Wamama wako nne. Lakini sio kwamba wamama wako wanne. Wako wengi ida, wengi hawana nini. Kazi yao wengi kusubiri kusimbili maombi na maombezi. Na kusema Yesu, nifika shambani huko. Je, anauliza mmenifuata mimi ama mmefuata mkate? Maana haya jamaa pesha kuepesha sentensi tunakutafuta mrefu tuna tunakutafuta ulifika saa ngapi? huku Kikisha jirani yako mwambia, unamtafuta Yesu kwa sababu unamtaka au kwa sababu tu una kashida kamekufinya, ndiyo maana mnaamua kumtafuta Yesu, Yesu. Mtu mmoja asema me kanisa, mtu mmoja asema me Dar es Salaam. Tumebeba kanisa mbalo lina watu ambao maelfu na maelfu kuzuia shida zao. Ndio mmoja anasema mimi. Yeah. Na ndio maana leo sisi tuna nafasi pale nyuma na viti vipi? Lakini kuna watu wamekaa mahali, hata mchungaji hajawahi kumwona, bila wanaangalia na TV. Baka kanisani kule nje na namwangalizia mchungaji kwenye nini? Kwenye TV. Na niona ile jamaa nimetari naangalia TV na sasa hapa ndo kanisani kwetu.